karibu tena tunaendelea na maswala yetu katika ukumbi wa wageni wangu bado wako studio nataka nianze na bwana javas eh, tupokwenda mapumzikoni nimemuuliza mheshimiwa eh, tindi mwale kuhusiana na taarifa ile ile ambayo tumeiweka hewani jana mheshimiwa rais akiwa elgeyo marakwet amekumbusha tena wakenya kwamba eh, kuna ahadi ambazo lazima atatekeleza na kwamba eh, atawaaibisha wale ambao ni wakosoaji wake Kusema kweli kuzuia ukosoaji ambao unatoka kwa wananchi ambao wale unahisi kwamba atekelezi chochote, ungekuwa rahisi kukamilisha kwa kutekeleza, ama sivyo. Ni kweli ukiangalia <coughs> katika misingi ya kisiasa hakuna anayezipinga kwamba mheshimiwa Rais William Ruto ana akili kama smaku, mithili ya wembe uliompya katika masuala ya kisiasa na, na. Lakini pia unajua jinsi mheshimiwa mwale alivyosema ukiwa katika nafasi ya utumishi wa umma, kuna ukosoaji mkubwa sana, utanyooshiwa kidole cha lawama, kuna matarajio yaliyo mengi kutoka kwa wananchi no. na unajua, ukiwa mtumishi wa umma, wewe ni mali ya umma pia no. na sijui no. kwa nini atasahau hivyo, kwa sababu hata wakati wa utawala uliopita ukosoaji ulikuwa hivyo hivyo. Hata yeye akiwa ndani ya serikali, akiwa naibu, alikuwa mkosoaji mkubwa sana wa Uhuru Kenyatta wakati fulani, ni kweli kabisa no na unajua Mheshimiwa Rais anaelekezwa na nyota ya Kaskazini, ambayo ni ruwaza yake kupitia manifesto ambayo aliahidi wa Kenya. Kwa hivyo, kutokana na manifesto hiyo, kuna matarajio makubwa sana ya wananchi, na hayo matumaini ya wananchi ndiyo itakuwa ni uh, nguzo muhimu, lakini pia kiegezo cha kupiga kura wakati wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Mheshimiwa Rais amesema vyema kwamba atawatia aibu wale ambao hawana imani ama wanamkosoa pakubwa. Lakini zaidi na matamshi ya mheshimiwa rais, kile kilicho cha msingi ni kwamba saizi miaka karibu mitatu imepita na imesalia miaka miwili tunde katika uchaguzi. Wananchi wanataka kuona kwamba gharama ya maisha inazidi kwenda chini. Amefanya cha kutosha, eh, amefanya mambo muhimu kuweza kupunguza gharama ya maisha masuala ya barabara, uh, kukuza kazi. Kuna mambo ya county aggregated, uh, industrial parks kadhalika, wananchi wanataka kuona ikifanya kazi. Ukiangalia, ndio kuna mambo ambayo mheshimiwa rais amefanya, yeyote ambaye kweli anapenda ukweli na uwazi atayaona, lakini kuna mambo ambayo wananchi wanataka kuona kwamba zile sokisi zimevutwa toka uh, uh, kwenye kisigino zije kwenye goti, na ndiyo ni muhimu sana kwamba Uh, isichukuliwe kwa ubaya pale ambapo wananchi wanakosoa. Unajua, kichwa cha kuku kwa kawaida akistahimili kilemba, lakini cha mfalme kinastahimili kwa. Hivyo mheshimiwa rais atakuwa ni mfalme na kichwa chake kistahimili kilemba hicho pale ambapo uh, atakuwa ameyatimiza haya tukienda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Asante wakili, nije kwako. um, kitu gani ambacho kinawafanya wananchi ikosoa haswa serikali hii? Na ukumbuke kwamba si upinzani unaongoza ukosoaji, ni wananchi wenyewe kwa wenyewe, hivi kwamba hawaoni kile ambacho e, kimefanyika katika serikali hii ya Kenya kwanza, ama tumefikia mahali ambapo mwananchi tu amechoka? Kwa hivyo anaona kitu cha msingi, kitu cha maana ni kukosoa wakati wote, kwa sababu ukiangalia ukosoaji unaoendeshwa sasa hauongozwi na wanasiasa, hauongozwi hata na viongozi wa kisiasa kutoka upinzani. In fact nikueleze, ku, ni hakuna chama cha kisiasa kikubwa kikubwa Kenya kwa sasa hivi kiko upinzani. So vile unasema, nakubaliana na wewe, ni mwananchi mwenyewe. Kwa nini mwananchi mwenyewe anakosoa? Ni sababu wakati rais alikuwa anazunguka nchi hii juu ya gari akifanya campaign, alikuwa na ahadi nyingi sana, na alipoingia ni kama kidogo rais alisahau. Sasa amekuwa rais, akaendelea juu ya gari kupatiana ahadi zingine juu ya zile zingine so sisi kama wakosoaji wa serikali na eh, rais William Ruto tunamwambia tafadhali, wacha kupa watu ahadi zingine, timiza zile ambazo ulikuwa umewapatia kabla uchaguliwe rais, za mtangulizi wako, za mtangulizi wako. Kitu cha pili, nimesikia rais akituambia yeye sio mwenda wazimu. Unajua eh, Nimrod, nikueleze ni wewe umetuita show yako hapa leo, huhitaji kutuambia wewe sio mwenda wazimu sisi wenyewe ndio tunafaa tujue kama we ni mwenda wazimu na we sio mwenda wazimu, na sasa hizi naweza kuambia we sio mwenda wazimu. Mwenda wazimu akikuja hapa nje ya get, si yeye atatuambia yeye ni mwenda wazimu? Sisi wenyewe na akili timamu, tutamwangalia, tutaona huyu mtu amesumbuka kiakili. So pia rais ningetaka kumwambia tafadhali, wacha kutuambia wewe sio mwenda wazimu. Sisi hatudoubt, labda yeye ndiye anaweza kuwa akidoubt, na ni makosa akiwa rais na anajidoubt kitu kingine nataka kusema hata Mheshimiwa Tindi akituambia ya, ya kwamba tusimlaumu rais tumlaumu sijui IG wa polisi nani nani na nani. The buck stops with the president. Hivyo ndivyo kizungu kinasema kwamba wafanyikazi hawa wote ni wafanyikazi wa rais, sababu rais ndio kiongozi wa serikali. Wakati alikuwa anazunguka, si, si, si, si IG alinipatia promises za, ku, za ku uphold democracy, rule of law, human rights yule ambaye alinipatia hiyo ahadi ni rais. So mimi nitamuuliza rais, sababu ndio ako na political responsibility na yeye rais I, i trickle down huko chini wafanyikazi kazi wake ndio serikali ifanye kazi ikiwa kitu, mo, kitu kimoja. asante sana wakili Edward, sijui kama unaohisi kwamba rais amejikuta katika njia panda safari tofauti na hapo awali ambapo ilikuwa rahisi kumleta mwananchi karibu nawe upinzani uweke kando kwa sasa hivi ameweka upinzani karibu naye kifuani wananchi ndio wako pembeni wanapiga gumzo. Sasa nafikiri yuko katika hali ngumu ya kumpendeza mwananchi ambaye nimemfanyia kazi haoni mpinzani wangu anaona na ni mtetezi wangu. Sasa kibarua chake ni kipi cha mno na chenye umuhimu kuanzia sasa mpaka mwaka elfu mbili ishirini na saba wakati wa uchaguzi? E, muda aliobakia nao rais wa miaka miwili anaweza akafanya pengine hata niulize hivi, aweke nani karibu zaidi, upinzani ambao wako nao serikalini ama wananchi? Unajua, ni Kenya ndio nashangaga Serikali serikali iliyoko mamlakani haishirikiani na upinzani Kenya, ndio mimi nashangaa, lakini ukiangalia mataifa mengine duniani, mpinzani anamwambia rais nani, ajenda yangu ilikuwa ni unaweza ka implement. Ni Kenya ndio naona watu wanakuwa na shida. Sasa nataka nikwambie hivi. Muda wa miaka miwili uliobakia, rais anaweza kafanya au asifanye. Tumeona mataifa mengi. Tumeona kule tumeona kule, nimeona Rwanda wakati Kagame aliingia miaka miwili ya kwanza. Tumeona Gaboni, rais aliyeapishwa jana, aliyeshinda jana, nafikiri anapishwa leo, aliingia jana eh? aliingia miaka miwili na amefanya kazi, amepita na ushindi wa miaka mingapi? amepiga na ushindi wa asilimia tisini. Tuliona Tanzania, Magufuli kipindi cha miaka miwili alifanya. Tuliona hapa eh, Mwaikibaki miaka miwili alifanya maendeleo, miaka, maendeleo aliyafanya kuyafanya na miaka kumi ile miaka minane yote ilikuwa imepita pam lakini alifanya na miaka. Kwa hiyo uwezekano wa rais kuifanya maendeleo haya kwa muda wa miaka miwili upo, lakini swali linakuja hivi, ni wakina nani wanaomsaidia kazi? Hapo ndio rais shida anayo, kwa sababu ukiangalia miaka ya nyuma wale marais wote wamekuwepo Kenya, mawaziri walikuwa wanawajibika wanafanya kazi. Ukiangalia una mtu hata akisimama anakuonyesha nimefanya kitu kingine. Ni nini kimewashinda mawaziri ambao sasa hivi mheshimiwa Ruto anao? Wameshindwa kufanya maendeleo, wakitoka nje ya serikali wanaanza kuleta kashfa, rais yule ni mwizi. Rais kwa nini hawakuyasema wakiwa ndani? Hawa watu wanatafuta publicity huku nje, kwa sababu tulisha zoea wa Kenya kwamba ninapigwa, yani tunapigwa kabila letu, ndio kesho agombee ugavana dagombea labda ubunge, chukulia mfano ubunge unini, ili aweze kuwa kwenye uongozi. Lakini shida tulionayo wa Kenya ni sisi, tunachagua viongozi wetu kwa kupiga suti, na ndio na tunaleta taabu hii mpaka leo na. Unaiona mnachukuliaje, pamoja na Njeri kama vijana, kwa sasa hivi gumzo ni la kujipanga kwa mwaka 2027. Unasikia wanasiasa wakisema eh, kumi fresh ama wakisema mulisikia wapi rais anahudumu muhula mmoja kwa hivyo kwa wao sio lazima watekeleze miradi wafanye chochote chao muhimu ni rais william ruto lazima afike mpaka mwaka elfu mbili thelathini na mbili kwenu nyiwe kama vijana mnalichukuliaje swala hili swali lako kuna mambo matatu ambayo nataka kusema na labda lilo swali la 2027 nitajibu kama uh, maudhiri ya pili la kwanza ni kwamba shida liko wapi katika nchi nafikiri shida ambalo linajitokeza kwamba ni rais ruto amitu, anatumia mbinu tofauti ambayo haiku anatumia awali katika kujenga nchi. Kwa sababu gani nasema hivi? William Mheshimiwa Ruto anatumia ile njia ambayo inaitwa a systemic approach kutengeneza nchi kwa ile uh, ile ambayo haijazoe ile ambayo tulikuwa naita physical approach kujenga nchi kwa sababu anasema hivi, yeah. Ukienda katika sekta tofauti, um, mwanzo, for example, sekta ya afya pale ambapo Rais Ruto anasema kabla tuanze kuatibu eh, watu tuangalie system ambayo imekuwa ikitumiwa, mbona tu, tu, tu, tubadilishe kutoka NHIF turudi uh, kuja SHA. Katika sekta ya ya ameleta hii system ambayo inaitwa new funding model. Sasa kwa, kwa, kwa, kwa sababu hivyo wakenya wengi wamezoea a very physical approach, kile ambacho wanaweza kuiona ili wadhibiti kwamba unafanya kazi. Mheshimiwa uh, Tinde atakwambia katika ukiangalia ile debt ratio man, maneno yetu ya deni, mheshimiwa Ruto ameweza kudhibiti mambo mengi hapo kweli. La pili kuhusu uh, swala la 2027 nianze kwa kusema kwa 2027 ni mbali sana na mheshimiwa atakwambia siku katika siasa ni mbali sana. Na kuna wale kama rafiki yangu Njeri wanafikiria kushinda kura ni ile ambao wanafikiri ni ule niseme hivi kelele mingi ambao useme momentum ile tunasema ati, alafu pale tutapiga, tutapiga kura kwa fuje tumtoe Ruto? La hasha, siasa ni process. Hata mheshimiwa atakwambia kushinda kura ni process yenyewe. Lazima ukuwe na chama, lazima ukuwe na wabunge ambao watakutetea pale mashinani, lazima ujipange sana. Na kwa sababu mimi nafikiria kwamba hata uchaguzi ungelefanywa leo Mheshimiwa Ruto atarudi. Kwa sababu gani nasema hivi? Kuna kile kwa lugha ya kimombo huwa tunasema a disorganized majority, majority can never win against an organized minority. No, la, la, la, la, la, la, la, la, la, <laughs> kushinda uchaguzi jinsi yeah, nimekueleza si kitu ambayo mtu anajijengea kelele au ni ile hisia ya fujo tunasema yeah, Ruto must go, Ruto must go, la hasha, kushinda uchaguzi sasa. Sasa. Ni mpango Magu, ni kujipanga, kelele, ama ni haki yao kukosoa ni, ni, najua ni haki yao kukosoa eh, serikali na, na, na mambo ambayo wanakosoa serikali kweli wana haki, lakini ile mbiu ambao wanataka kumtoa eh, rais kwenye kiti si njia ya, ya demokrasia tukutane 2027 pale ambapo kutakuwa na mti, mtihani na mimi, jinsi nimeeleza mara mingi, mheshimiwa William Samoe Ruto atawashinda siku kwa sababu ana watu wengi, kwa sababu amejipanga zaidi Aye, kushinda wale watu wengi ambao hawajajipanga. Aye, nafikiri una majibu mengi, najua unae ila kusikitisha, lakini ndio ilivyo, lazima ukubali. Kuna wale wataungana na nyinyi kuna wale ambao hawatoungana na nyinyi kwa sasa. Swali la kujiuliza ni, mbona kwa sasa hivi tuna gumzo la mwaka 2027 hasa kutoka kwa wanasiasa wa ndani wa rais, wakati ambapo bado kuna miaka miwili unusu ya kuwatendea wananchi kazi? Kwanza kabisa, nimwambie kwa sababu ametuambia anaitangu wa, wa State House, akienda amueleze rais ya kwamba tunaposema Ruto must go hatusemi kama anaenda nyumbani na he goes home every day, kwa hivyo aache kukasirika. Tunaposema Ruto must go, yeye mwenyewe ndiye anaona hajafanya kazi, wanasema niende 2027 nyumbani, yaweza kuwa Wakenya wanasema Ruto must go to Sugoi akalime, apande. Ruto must go to a wedding, Ruto must go to you know. Aache kufikiria ya kwamba eh, he is making it look as if he knows deep down in his heart we are meaning he must go because he is not doing development. Jambo la pili nataka kumweleza rafiki yangu ya kwamba amejaribu kutuambia serikali iliyopo inafanya systematic kind of development na ndio ndipo sasa wanabadilisha NHIF inakuwa, uh, SHA. wanabadilisha sijui nini ya ualimu inakuwa kitu kingine. Nimwambie ya kwamba sisi kama vijana, we are quite informed and I thank God that we in a generation that you don't need to tell us so many words in English we can simply pinpoint and tell you you are lying to us. Jambo la kwanza, why Ruto and his regime are so quick to bring in new systems? It's because they are a regime of dealership. Kwao kila kitu ni deal. Anapoona kutoa NHIF just one letter ikuwe SHIF they cost us almost 100 billion, unaona? but that system what wit wanaweza wakakuambia it would have been upgraded and accommodated whatever they wanted to incorporate I don't see the reason as to why unabomoa nyumba unajenga ingine yet you can just do upgrades because technology is upgrading every day hiyo simu yako na simu yangu every day inasema system update hatutupi simu tunachukua ingine but because they are a regime of dealership ndiposa they can afford to take money billions of money every other day to churches ndiposa unaweza ukapata ya kwamba The deputy president has the audacity to tell media to shut down their cameras apeane mchango wake wa 3 million in a church fundraiser. Kwa nini anasema media izime? Kwa sababu Njeri na wengine wakiona wataendelea kusema Ruto must go, ndipo ndiposa anasema kamera izimwe. Niambie kijana mwenzangu, ya kwamba unaposikia watu wakisema Ruto must go, hatusemi kwa sababu tunamchukia, it's because wanaposema, tumpatie muda within the next two years is gonna develop pia tunaweza tukamwambia sisi kama wakenya pia atupatie muda aache kututoza kodi kwanza afanye kazi but you cannot be telling us to give you time to do development but when it comes to taxes you are collecting every other day the pace that you want us to use to wait for your development should be the same pace you use to ask for us for taxes tunaelekea katika Finance Bill 2025 yeah. You can be very sure serikali itakuja iseme, tutataka kuongeza ushuru kwa sababu tutataka kuongeza ushuru kwa sababu, lakini hawatuambii walipoongeza ushuru hiyo miaka mingine wamefanya nini na kodi yetu. Ah, mheshimiwa Tindi Mwale, tunaelekea Nyamira sasa hivi, lakini tueleze tu katika mchango wa vijana kwa sasa hivi, nyinyi ambao mko katika ODM, mumejiingiza ndani ya serikali, mnashirikiana nao chamno, ni nini hasa kuisaidia serikali au muko pale kwa sababu ya manufaa yenu? Pili, hiki kizazi cha Gen Z munahisi kwamba kama wanasiasa mumewaongoza katika njia nzuri ama watakuja kuiga vilevile? Kwa mfano, Njeri anazungumzia masuala ya wanasiasa kujinufaisha kibinafsi ndiposa wanapata nafasi ya kwenda kanisani kutoa mamilioni ya pesa. Pili, hawazingatii demokrasia. Ukisikiza wanapozungumza katika majukwaa ya kisiasa, mtu anajipiga kifua kwa sababu anahisi kwamba hakuna mwingine anaweza kunitoa mwaka 2027 bado nitarudi mimi, mimi. Sasa nataka utueleze iwapo kama mmekuwa kielelezo kizuri ama mmepotosha pia, yeah, maisha ya yeah. Gen Z ndiposa tukajikuta katika yale masuala uh, ya yeah, jambo la kwanza <coughs> nataka ni nisisitize yeah. Mimi sio mtu nasema ya kwamba president should not take responsibility. yeah. The president is supposed to take responsibility. yeah. Lakini nimesema as much as we make noise that the president should be responsible, should take responsibility pia tuangalie ile ofisi zingine ambazo zinatoa hiyo kazi. Yeah. Eh, kwa sababu kama IG kama tumwangalie, basi tutapotea, ama waziri ama ule permanent secretary, principal secretary. Yeah. Jambo la pili Iko mazungumzo hapa ambayo imeonyesha ya kwamba ODM haiko upinzani. Hiyo sio ukweli. ODM ndio chama kubwa ambacho kiko ndani ya upinzani, na kiongozi yetu amerudia mara mingi, sisi tulipeana experts kwa serikali, hatukuingia ndani ya serikali. Tufafanulie mheshimiwa Tindi. Na ukiangalia manake, uko hapa sasa, kuna upinzani wa Raila Odinga. He, alafu kuna upinzani wa kina Kalonzo Musioka, yeah, Mheshimiwa wa Gashagwa, hmm, Martha Karua na kadhalika, yeah. Kwa hivyo upinzani uko, upinzani ni mingi, hata civil society ni <laughs> upinzani. Alafu ukifika huko ndio sasa tunaungana, tunasema huu ni muungano wa upinzani, na imekuwa hivyo kuanzia kitambo. Hata uliona ile NAC ambayo LDP ilikuja pamoja na vyama ingine ikafomu sasa ile muungano wa upinzani. Kwa hivyo sisi ODM tuko katika upinzani na mimi ndio prefect ya accountability, chairman of public accounts. Kwa hivyo siwezi tetea serikali na siwezi mimi, natetea wananchi na ndio maana nasema accountability lazima iangaliwe. Hata IG kwenda katika mkutano ya president ilikuwa makosa ambayo pia tunataka tukuandikia yeye barua, tumwambie hangeenda ile mkutano ya kisiasa. Zamani hizo kabla ya kufanya makubaliano na rais William Ruto, mheshimiwa Raila Odinga Pangetokea kisa kama kilichotokea Nakuru kwa wanafunzi wa Butere, angekuwa wa kwanza kuzungumzia ja. Na alizungumza hata chama ya ODM ikazungumza na mimi kama chairman yake na, nikaishu statement ndani ya bunge na tukasema lazima waziri na IG, in fact I stated clearly the IG should resign. Nah. Eh, jambo lingine ambalo nataka niongee kuhusu GNC. Wakati baba aliona, Raila Amolo Odinga, wakati alisign the 10 points ukiangalia zile 10 points ambazo tulisaini hapo KICC ya kushirikiana na serikali, yote maneno ambayo inaguza Gen Z ilikuwa katika hizo 10 points. Na uangalia mambo ya ushuru isiongezwe, iko hapo ndani. Cost of living ishuke, iko hapo ndani. Maneno ya equitable distribution ya, unemployment ya youths iko ndani ya hizo 10 points. Kwa hiyo sisi tunashirikiana na serikali kuimarisha maisha ya Wakenya, lakini sisi tuko upinzani na vile mwenzangu alisema it is a liberal world. Hata ukienda UK kuna vile upinzani inashirikiana na serikali, lakini kwa masuala ambayo inanufaisha maisha ya wananchi, sio masuala ya siasa ya 2027, hapana. Na Mheshimiwa Raila Molo Odinga amerudia mara mingi ODM itasimamisha Ule ambaye atasimama kiti ya urais. Tusikize kauli ya Nyamira kwanza alafu, okay. okay. Tuacha tuelekee Nyamira, Nyamira. <laughs> Tuwasikize wakazi wa Nyamira alafu turejea. Na leo hii tunapoangazia mustakabali wa taifa hapa katika kaunti ya Nyamira, tupo Nyamira mjini ambapo tunaungana na baadhi ya wakazi katika eneo hili ili nao watueleze maoni yao ni yapi kuhusiana na mwelekeo wa taifa na mwelekeo wa serikali. Kwa majina ninaitwa Alosiombea Auta, na ninataka kusema hivi, Kenya haiendi sawa, kwa sababu ukiangalia pande hii sehemu ya viongozi wengine wanasema wanataka kuungana, sehemu nyingine wanasema atuwezi kuungana kwa sababu nchi haiendi vizuri. Ukitazama e, vitu ambapo viko katika Kenya tunanunua E, vile ambao tunataka kuhitaji kutoka kwa maduka mbalimbali mbali, unakuta ya kwamba vitu iko hali ya juu kwa sababu ya taxes imekuwa nyingi, hata uwezi jua unaelekea wapi. Kwa hivyo hatutaki kusema ya kwamba ati Kenya inaenda sawa. Njia gani Kenya inaenda sawa? Na sisi wananchi tuna e, sidi kuumia. Kwa hivyo nchi itaenda sawa ikiwa e, nchi inaenda sawa ni wakati ambapo laundi hii eishe na tuanze vizuri 2027, ndio tuone nchi vile taendelea. Nchi ya Kenya saa hii iko hatarini, kwa sababu rais ni kusema tu ametenga, ametenga, atatenga, ila ndiposa wananchi wana the common mwananchi sisi ndio tunateseka hapa, so we are breeding to this government of Kenya, wasikize wa, wananchi kwa sababu wananchi wenyewe tunaumia sisi, sisi wananchi tunaumia sana, kwa sababu chakula iko juu, as we are speaking we are not able to afford mahitaji ya nyumbani, hatuafikiani nayo kwa sababu gharama iko juu sana. Leo hii nazungumza nikiwa nimehuzunika sana, mimi mwenyewe nilipigia hii serikali ya Rais Ruto kura tukiwa na imani kwamba hii serikali ingeweza kubadilisha maisha ya Wakenya. Wakati tuko na serikali ambayo insurance ya health health kafa ambayo ni sha haifanyi, wananchi wanatafuta huduma kwa hospitali hawapati, wananchi wengi wanalala njaa. So watu ambao wako sawa katika serikali ni wale wanasiasa ambao wako karibu na Rais Ruto, lakini wakenya wa kawaida wameumia, watu wanalala njaa, wazazi hawawezi lipia watoto wao karo na pia hata barabara ambazo wananchi wanapita, hakuna kitu ambacho mwananchi anaweza furahia. Na hao ni baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira. Takriban kila anayezungumza kitofautiana na serikali ya Kenya kwanza kwa madai kwamba serikali na nchi iko katika mkondo sawa, wengi wakiendelea kusema kwamba wananchi wa kawaida wanaendelea kuumia huku wale wachache walio katika serikali wakiendelea kunufaika. Kiripoti ya Runge ya Citizen kutoka kaunti ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Bundi. Na mtazamaji, hapa pia, hapa pia, wageni wangu moto moto umechacha. <laughs> Tunakwenda mapumzikoni, tutarejea hivi punde. <laughs>